Finally Resti na Nifa wamemaliza tofauti ambazo walikuwa nazo kwa muda. Unakumbuka yaliokuwa yanaendelea kati yao e? Mara kadhaa Resti ameingia live kwenye page yake ya Instagram akieleza ubaya ambao amefanyiwa na Nifa, lakini pia ulikuwa unaona hayo back and forth, mashambulizi ya maneno huku mtandaoni kwa pande zote mbili. Lakini kwa sasa inaonekana mambo yako vizuri, wamesameheana na Resti hapa ameshare DMs ambazo e, amekuwa kichat na Niffer na hapa wameongea na kumaliza kila kitu, na wamekubali kusameheana. So alianza Niffer kumtumia DM Rest, akiandika kwamba anyways, let me say this today. I am so sorry for what went down na misunderstanding zote, licha ya yote mpaka leo sikuchukii. It's part of life. Najifunza na kuendelea mbele maisha hayasimami. We have to move forward. Rest akamjibu hapa kwa biashara ipi ya kipindi kile you pay what you earn. Uh, Niffer akamjibu it's true So akaendelea hapa kwamba mimi sio mtu mbaya kwa wanaonijua. Uliniumiza sana kuidharau biashara inayonipa ugali tena baada ya makubaliano. Nifa akamwambia and congratulations on your baby and new house. Alafu akamwambia pia I'm sorry, I am really sorry, I made you feel that way. Rest akaendelea hapa, anamwambia kwamba I find a place to forgive you in my heart, as for real I was hurt, but as a Christian woman I forgive you. Niffer akamjibu hapa, I am sorry sis, I really really really mean it. Sitaki tena kabisa kabisa kuwa moja ya watu unaowachukia and thank you so much uh, this is actually the best gift for my 26th birthday. Nikikosea please niseme tu unavyoweza, just niseme tukiwa wawili, mimi naelewa na huwezi amini mimi sikufanya kazi na amemtaga hapa, sijui nani huyu sababu nilijua nyinyi ni marafiki. So Rest amesha hizo DMs. Alafu uh, pia kaandika mimi nanifa, tumeshamaliza, uh, tumemaliza tofauti zetu. Maisha ni kuishi bila vinyongo. Happy eid fam, God is good. Jumalokole nimemwona kwenye sehemu ya comments hapa ameandika, mnapatana kienyeji sana, embu ngojeni kwanza tumalize hii. Wapo ameandika huyu ndio Ukristo. Na mashabiki wengine pia wamefurahi kuona kwamba ni amani ambayo ipo kati ya Resti na Nifa baada ya ugomvi wa muda mrefu sana kushambuliana huko mtandaoni, na ilikuwa ni vita tu ya kibiashara. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo wana mtazamo gani, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.